Haya. Bodi ya korosho wako kule Mtwara mjini shilingi 25 kwa kilo, si wale watu watari kule na liendele shilingi 25 na tano? Korosho ulime mwenyewe upalilie mwenyewe umwagilizie mwenye, upige dawa mwenyewe uokote mwenyewe, ukiuza kilo moja tu, wao wanachukua shilingi 25 tano shilingi mara tani na kitano 25 unazungumzia bilioni kumi na tatu imeenda kwa watu pale Mtwara mjini. Wamekaa kwenye ofisi wanakula vitafunwa wanaendesha gari nzuri. Lini wamekuletea wewe madao? Bodi ya korosho walishawahi kuwatembelea ninyi kwenye mashamba yenu? wameshawahi kuwaletea mbegu sasa? Wameshawahi kuwaletea mbegu sasa? Utatajirikaje kama kwenye kila kilo mia moja unayouza serikali inachukua shilingi laki moja na ishirini na tano kwenye kilo mia moja ya kwako. Lini utaondoka kwenye umaskini? si kama unaelewa, shehe unaelewa vizuri, maanake mi mwalimu, nataka tuelewane hapa, kama uelewe useme. Wangapi mnaelewa nacho kizungumza? Nyosha mkono tu, wote. Asante. Haya, twende kwenye mauzo, kwa sababu si wanaleta ushenzi. Wewe ukipeleka korashi yako kwenye chama cha ushirika unajuaje kwamba leo korosho yangu iliyoingia kwenye chama cha ushirika imetoka kwenye chama cha ushirika leo, inaenda chama kikuu? Unajuaje? Huwezi kujua, si ndio? Wewe unapeleka, kwa mfano, msimu ulifungwa mwezi wa kumi na mbili, korosho zako ziko pale, wanaweza kukulipa hata mwezi wa tatu wanavyotaka kule na nini. Nimeambiwa nilikuwa sehemu moja inaitwa Mahuta kule Tandahimba, hawajalipwa mpaka sasa wengine Haya, wengine wamelipwa shilingi elfu tatu wengine elfu moja mia saba wengine mia nane Kwa nini zinabali? Kwa sababu wewe hujui korosha yako imeuzwa kwenye mnada upi. Unacheza patapotea kamali. Tunaelewana vizuri kwa sababu wewe ukishaingiza kwenye, kwenye chama cha ushirika, wao wanaachana na wewe mpaka siku wakwambia hele imeingia. Lakini dunia ya sasa haiko hivyo, kama hao watu ni wawazi na hawataki Heche azungumze kuhusu wao kwa nini usi unapata taarifa kwenye simu yako siku ukiingiza? Hebu naomba ile kopo, naomba ile kopo na maji. Ukichukua kila bidhaa unayonunua dukani inakuwa na hivi vidude hivi hivi, vimichilizi hivi, vimechorochoro kama na manamba yameandikwa, umewahi kuviona hivi? Kila bidhaa unayonunua hata simu ibox yake inakuwa nayo. Hii inaitwa barcode simu hivi, nikakwambia hii ni chupa ya maji ya kiwanda fulani ya afya, imetengenezwa lini na kila kitu, yaani taarifa zote za hii chupa zinawekwa hapo. Sasa kama watu wa chama cha ushirika wangekuwa wazuri, wananunua mitambo inaitwa skana, wanaweka pale. Wewe ukipeleka gunia zako kumi, zikiingia pale zinawekewa barcode, gunia za HECHE zimewekewa barcode na wao, unabaki na kile kitufe kile kibutu Sikipita tu kuingia kwenye mlango inakuletea message kwenye simu. Kama unavyoenda benki ukichukua hela sinakuletea message kwenye simu. Hata mtu akicheza na akaunti yako sinakuletea message kwenye simu kwamba kuna mtu amegusa akaunti yako. Kwa hiyo korosho yako ikiingia tu itakuletea message. Sasa iko kwenye chama cha ushirika na aliendele au si wapi? Ikitoka kwenye chama kikuu inaenda kwenye chama kikuu itakuletea tena message, kwamba leo korosho yako ya magunia na mafrani imeingia kwenye mnada kwa shilingi kadhaa, ili upate hati yako. Kwanini hawaweki hivyo? Si kama mnaelewa hivi, nirudie, mnaelewa vizuri. Kwa nini watu wa chama cha ushirika hao wanaojifanya usibusi kwa, kwanini hawafanyi hivyo? kwa sababu Leo wanasema kwa mfano korosho iliuzwa shilingi 1,490 na wamesema hivi. Nani miongoni mwenu ameuza korosho shilingi 1,490? Anyoshe mikono hapa. Waliopata elfu tatu wachache, si ndio? Na kwa kuhurumiwa na wale watu wa chama cha ushirika. Sasa sisi tuna wachallenge kwamba kwa nini wasiweke mfumo ambao uko wazi ndio maana hizi korosho zinaenda kwenye minada ya bei ya juu, lakini wao watakuja kukulipa shilingi 2700, 1800, wanavyotaka wao, kwa sababu ya wezi na ufisadi. Umenielewa vizuri, ndugu zangu? Kwa hawa nao ni majambazi. Majambazi wako kwenye ushirika, wanawekwa na CCM na interest zao ni kuserve CCM. Kwa mimi sina shida na ushirika kama ushirika, nina shida na mifumo haya Labati wanasema wao oh, Hecha ya ushirika tulitunga sheria bungeni kwamba hizi shilingi mia moja na kumi zinazokatwa ni nyingi. Kila chama cha msingi lake kama ulikuwa na gawio lake, tani 30 fedha ikija pale uunde SACCOS ya wakulima, mwaka huu wakaupate bilioni moja, mwakani bilioni moja. Hiyo SACCOS itakuwa zaidi ya benki, ili wakulima wakije wakiwa wameishiwa wakope hapo bila riba chama gani cha msingi, na mkosi gani, na ina sakos zipo? Kwa maana Heche akitaka kuzungumza wanatufukuza tuje kuzungumzia huko. Sasa nondo sitapigwa huku huku, sitawafikia huko huko mliko. Tunaelewana vizuri. Nikisema majambazi sio majambazi, nikisema majizi sio majizi. The guilty are afraid, wenye wenye nini wenye hatia wana hofu kwa sababu wanajua tutafungua watu maja. Inafanyika hivyo kwenye, kwenye, kwenye nini, kwenye ufuta hivyo hivyo inafanyika kwenye mbaazi hivyo hivyo. Na mbaazi hizi wenzetu kule India hawali nyama a, wanakula samaki kwa sababu ng'ombe wanaabudu kama Mungu, kama unavyoabudu Mungu. Kwa hiyo hakuna nyama inayoliwa ya ng'ombe kule kwa India nzima. India ina watu bilioni moja nukta nne milioni moja nukta yani, ni wengi kuliko bara la Afrika zima, nafikiri sasa. Huo uwezo kuwa wa kuwauzia tu mbaazi sui samaki nchi yetu ingekuwa tajiri kwayo. Ndio maana mbaazi zenu zilikuwa zinatoka hapa. Magufuli alipo wavurugavuruga, mbaazi zikashuka chini. Sasa huyu mama anasema yeye ndo amepandisha bei, sio kwamba amepandisha bei. Soko linahitaji mbaazi, na serikali yetu ingekuwa na akili ingewawezesha mlime zaidi, baadhi mwe na maisha, lakini kila kitu kina makato, kila kitu kina makato. Inakwaje wewe mkulima ndio uilipe bodi ya korosho badala ya serikali kuilipa ili kusaidie wewe? Tumeelewana vizuri ndugu zangu.